Bajaji. Usafiri salama furu kiyoyozi. Asante kama unavyoona bajaji wenyewe wanakuambia ni usafiri salama furu kiyoyozi. Sasa ukifanya ukaharibu amani maana yake usalama na kiyoyozi uwezo ukakipata. Uwezo ukapata kiyoyozi, uwezo ukapata usalama kama ukiwa umeharibu amani ya nchi yetu. Kwa hiyo bajaji, usafiri salama furu kiyoyozi. Naomba nitoe tamko kama sisi madereva bajaji mkoa Mwanza. Madereva bajaji mkoa Mwanza, kwanza tunaishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, lakini zaidi kwa kipekee tumshukuru mheshimiwa kwa mkoa wa Mwanza. Kwa mkoa wetu wa Mwanza anatulea vizuri na atasikiliza sana shida zetu. Madereva bajaji, sisi mkoa wa Mwanza hatuwezi kujihusisha na vitendo vyovyote viovu vibaya vya kuharibu nchi yetu na kuharibu amani yetu. Sababu tunatambua tunapofanya kazi ndio sehemu msingi kabisa wa maisha yetu kuweza kuendelea mbele. Tukiharibu amani yetu hatuwezi kufanya kazi. Na naamini madereva wote wanatambua hili na wanalielewa. Changamoto kidogo iliyotoka tarehe 29, tulipata shida kubwa sana. Sababu sisi tunaishi kila siku tunatoka tufanye kazi tuweze kula tuweze kuishi maisha yetu. Changamoto zilizotokea zilitugusa sisi watu wote, kwa hatuweza kufanya kazi, hatuweza kutoka ndani. Hata kama ulikuwa na pesa, una kila kitu, ulikuwa uwezi sehemu ya kwenda kuimea, hakuna maeneo kama hayo. Lakini pia usalama zaidi ni mkubwa, kuna mali nyingi zimeharibiwa pamoja na mali zetu baadhi, bajaji zingine zimechomwa moto na tumeshindwa kutoka kufanya kazi. Kwa hiyo, tunasisitiza sisi kama vijana bajaji mkoa wa Mwanza tutailinda amani ya nchi yetu, na tutahamasisha watu wetu kufanya kazi, na tutafata maelekezo ya serikali inatuelekeza kufanya kitu gani. Kwa ndugu zangu popote pale, wewe kama dereva bajaji mkoa wa Mwanza unatakiwa unisikilize vizuri na ufuate maelekezo. Msingi wetu sisi ni kufanya kazi na kulinda amani ya nchi yetu. Nchi yetu ikiharibika, hatuna sehemu yoyote ya kwenda, hatuna nchi nyingine popote pa kwenda, hakuna ni Tanzania Kristo, ndugu zangu na wasi wote, tufuate maelekezo, tufanye kazi, tuachane na vitendo viovu vyovyote ambavyo mtu anaweza kukushawishi na hatuwezi kushawishika kwa lolote. Lakini pia ikitokea taarifa yoyote ambayo unafahamu kabisa kuna mtu anapanga njama zozote za kuharibu amani yetu ya nchi yetu na mkoa wetu wa Mwanza, toa taarifa kwa haraka, kwa sababu sisi ndio tunaowasafirisha hao wa watu wengine wanapanga njama hizo na mipango hiyo. Kwa lazima tulinde nchi yetu na tulinde mkoa wetu. Kwa Mwanza tunasema tunafanya kazi, hatuna muda wa kufanya vitu ambavyo vya kutupotezea muda kwa sababu tuko busy kufanya kazi.